Halo, tumsifi Yesu Kristo. Karibu kwenye Novena ya Huruma ya Mungu leo tukiwa ni siku ya sita, Jumatano, Oktava ya Pasaka. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumbwa upya, na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaombaayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, ninatubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza. Wachukizwa na dhambi, basi sitaki kukosa tena, nitafanya kitubio, naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Tuweke nia za novena ya leo, siku ya sita. Maneno ya Mwokozi wetu leo: niletee roho za watu walio wapole na wanyenyekevu wa moyo, pamoja na moyo pamoja na roho za watoto wadogo, na uzizamishe katika kilindi cha huruma yangu. Roho hizi hufanana kwa ukaribu zaidi na moyo wangu. Watu hawa ndio, wa, ni, ndio walionitia nguvu wakati wa mateso na uchungu wa maututi yangu. Niliwaona kama malaika wa duniani ambao watakesha daima kuabudu katika altare zangu. Kwa mafuriko yangu nitawamwagia neema zangu zote kwa maana ni roho ile tu iliyo na unyenyekevu inaweza kupata neema zangu. Ninawapendelea watu walio wanyenyekevu na kuwaamini sana. Tuwaombee watoto wadogo pamoja na roho zile zenye unyofu kama wao. E hey Yesu mwenye huruma sana, wewe mwenyewe ulisema, jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, Wapokee ndani ya moyo wako uliojaa huruma watu walio wapole na wenyenyekevu pamoja na roho za watoto wadogo. Roho hizi hustaajabisha mbingu nzima, maana wana, wanapotokea mbele ya kiti cha enzi cha Baba wa mbinguni huwa kama shada la maua litoalo harufu tamu ya malhamu safi na kuifurahisha mbingu nzima. Mungu mwenyewe hufurahia manukato hayo safi. Roho hizi zina makao ya daima ndani ya moyo wako wenye huruma, e hey Yesu, na daima hukuimbia wimbo wa huruma na upendo wako amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyoyasamehe na sisi waliotukosea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 kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Baba wa milele uzitazame kwa macho ya huruma roho za watu wote walio wapole na wanyenyekevu wa moyo, pamoja na roho za watoto wadogo walioingizwa katika makao ambayo ni moyo wa Yesu mpenzi, ulio na huruma nyingi. Roho za watu hawa hufanana na mwanao kwa karibu zaidi, harufu yao tamu ya, ya fadhila hukufurahisha sana nayo upanda ikianza hapa duniani mpaka kwenye kiti chako kitukufu. Ee Baba wa huruma na neema na wema wote, ninakuomba kwa ule upendo ulionao kwa roho hizi penzi, na kwa ajili ya furaha uipatayo kwao, utubariki sisi na dunia nzima, ili sote pamoja tuungane katika kuisifu huruma yako kwa milele yote. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usutie katika kishawishi, lakini utuopee mauvuni, amina. Salamu Maria. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni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 lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na sadiki kwa Mungu baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee bwana wetu aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu baba mwenyezi, toka huko atakuja kuhukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu maondeleo ya dhambi ufufuko wa mili na uzima wa milele amina. Baba wa milele nina kutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristu, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa Mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, inakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaeishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu, utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu, utuhurumie. Roho Mtakatifu, Mungu, utuhurumie. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa Mwokozi wetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika wa Roho Mtakasa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu, fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotujalia maisha ya kutokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotukinga na adhabu tunazostahili, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotuinua Toke katika taabu, unyonge na maumivu ya dhambi zetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayofurika kutoka katika majeraha ya Kristo, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayobubujika kutoka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunakutumainia huruma ya Mungu iliyotupatia Bikira Maria mtakatifu awe kwetu mama wa huruma, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzishwa Kanisa Katoliki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya Ekaristi na upadirisho tunakutumainia. huruma Huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale inapotuita na kutuingiza katika kuwatakatifuza wenye haki tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotimilika katika ukamilifu wa watu watakatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu chemchemi ya afya kwa wagonjwa na wote wanaoteseka tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni. Tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayowahi kutuletea neema zake, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani yao wanaokufa, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo burudisho na faraja yao marehemu wa toharani, Tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo furaha ya mbinguni kwa watakatifu wote, tunakutumainia huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote, tunakutumainia huruma ya Mungu chemchemu ya miujiza isiyokauka, tunakutumainia mwanakondoa Mungu uliyetuonesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayejitolea kwetu kwa mapendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isiyo na mwisho, utuhurumie Bwana. Utuhurumie, Kristo utuhurumie, Bwana utuhurumie. Huruma anana za Bwana zi juu ya kazi zake zote. Huruma za Bwana nitazimba milele Tuombe. E Mungu uliye na huruma isiyo na mwisho, na hazina za wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusi ututazame sisi watu wako huku duniani na kutuongezea huruma yako tena na tena, ili tusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani, bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa matumaini na kutimiza mapenzi yako matakatifu ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, mfalme wa amani na huruma, aishie na kutawala nao na Roho Mtakatifu kwa pamoja, mkituonyesha huruma daima na milele. Amina. Raha ya milele umpe Papa Francis e Bwana, na mwanga milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Papa Francis na mwanga milele umwangazie Astarehe kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape, e Bwana, marehemu wote na mwanga mlele uangazie, wastarehe kwa amani. Amina. Atukuze Baba na Mwana na na na na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na na na na na na Roho Roho Mtakatifu Mtakatifu, kama kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba, katika shida zetu utuopoe zote, kila tuingia hatarini, ewe bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amina, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Nashukuru kwa wote ambao tumeshirikiana kusali Novena hii ya Huruma ya Mungu leo siku ya Sita, Jumatano, Oktava ya Pasaka. Bado tumesaliwa na siku tatu mpaka siku ya Jumamosi, ambapo itakuwa ndio siku ya mwisho ya novena hii. Mungu awabariki na azidi kusisitiza, kama unafanikiwa kufika mpaka mwisho, endelea kuweka alarm ili hata, uh, uh, kama ikitokea haujaona uh, mini message au haujaona status yangu, unaweza ukapata uka alert au ukisubscribe kwenye channel yangu, na kwani kituma tu ile pop up inatokea ina, ina kwako kwa unakuwa unapata picha lakini pia sio vibaya kuwashirikisha na, na wenzako wengine ili tushiriko pamoja. Pa, tumsifu Yesu Kristo, na Mungu awabariki sote zote.